Uh, shida ni, ni nyingi lakini kubwa ambazo tunaziona ni zinakuwa katika mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni hulka ya binadamu wenyewe kama walivyo hulka ya binadamu ya kujiona yeye, kujitanguliza yeye, kutanguliza masilahi yake yeye kuliko masilahi ya taifa. La pili ni, ni namna yeye alivyo, malezi aliyopata uzoefu alioupata unamfanya awe na tabia ambazo hazipendezi, lakini lipo la tatu, ni hali ya jamii nzima, maadili katika jamii nzima, kwa sababu hawa viongozi wa umma hatuwapati kwenye miti, tunawapata kutoka kwenye jamii. Ni lazima mtu apate hasara ya kutokuwa mwadilifu kwa kupata adhabu pale ambapo ka adhabu anayostahili pale ambapo imethibitika kwamba amekeuka kanuni za maadili za viongozi wa umma, lakini tuko katika kipindi ambacho tunaona Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan anaongea na anasisitiza sana wawe viongozi, lakini pia hata wananchi wenyewe kuzingatia uadilifu na maadili katika kazi zao, katika huduma wanazozitoa kwa watu, lakini hata katika maeneo mengine, na hata katika mambo mengine sensitive ya kutunza siri za serikali na mambo ambayo yatakiwe kutoka. Kwa hiyo mafunzo haya ni mahususi kwa viongozi wote ambao wako kwenye hiyo sheria ya maadili, hasa seksheni 4, seksheni ya nne ya sheria hiyo. Tukimaliza mafunzo haya natarajia tuone watu wanakwenda kubadilisha taratibu, watu wanakwenda kujenga utamaduni wa maadili na uadirifu kazini. Um, mafunzo haya ni zina watumishi wa umma kwa ujumla kwa sababu yanatukumbusha kufuata taratibu na miongozo ambayo inasimamia utumishi wa umma. Kwa hiyo, naamini katika mafunzo haya tuta, tutapata uelewa zaidi wa nini tunatakiwa kufanya na atatusaidia kufanya improvement katika kusimamia taasisi zetu. Upo umuhimu wa kuhakikisha kuwa tunalinda na kujenga utamaduni wa kuzingatia maadili katika taasisi na mashirika tunayoongoza na jamii kwa ujumla. Maadili yana umuhimu mkubwa katika utawala na maendeleo ya nchi kwani yanasaidia kujenga imani ya wananchi kwa viongozi wa serikali kwa ujumla. Yanasaidia kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa maslahi ya watu wote. Yanasaidia kuongeza tija na thamani ya huduma zinazotolewa na serikali. Yanasaidia kudhibiti mianya ya vitendo vya rushwa.